Na anavyotuarifu mwanahabari wetu Lenard Wamalo ni kwamba waziri wa hazina ya kitaifa na mipango John Mbadi Alhamisi hii amewasilisha makadirio ya bajeti ya mwaka wa kifedha 2025-2026 katika bunge la taifa, sekta mbalimbali zikitengewa migawa yake ya kiserikali kwenye bajeti hiyo ya kima cha shilingi trilioni 4.23. Kwenye bajeti hii iliyosomwa bungeni kwa takriban masaa mawili, waziri wa fedha John Mbadi ametenga mabilioni ya fedha katika sekta mbalimbali mbali za serikali, huku sekta ya elimu na afya zikipewa kipaumbele katika ugavi wa pesa za bajeti ya mwaka huu.

This will include an allocation of 387.2 billion to the Teacher Service Commission. The allocation for TSC will include 7.2 billion for recruitment of intern teachers and 980 for capacity building of teachers on competence based education curriculum. Sekta ya kilimo na nyumba pia zimetengewa fedha zaidi za kuendeleza vitengo vingine vya sekta hizo miongoni mwa vitengo vingine

Akizungumza na wanahabari baada ya kukamilisha uwasilishaji wa bajeti bungeni, waziri Mbadi amepongeza jitihada zake za kuleta mabadiliko ya kisheria katika vitengo mbalimbali vya uchumi ili kuleta mabadiliko katika utoaji ushuru na pia kuimarisha uchumi wa taifa.

Hata hivyo, wabunge waliozungumza na kituo hiki baada ya bajeti hiyo kuwasilishwa bungeni wamehitaja bajeti hiyo endelezi kuwa itaimarisha uchumi pasipo kumfinya mwananchi wa kawaida. Kwa wananchi ni mzuri. Hata kwa mimi kama mjumbe from Mount Elgon ni mzuri. Hata zile areas zime pinpoint eh, areas areas, sio sio mbaya unlike last year. Yeah, unlike last year this one is very progressive and uh, zzini idea. Vile iko naona itasaidia kila na inji imeongea mambo ya kikazi, mambo ya, yeah. ya masomo pia hivyo hivyo, hata mambo ya CDF uh, vile imesema uh -huh. Of course uh, iko sawasawa yes. Tena kitu ambao nimeona ni nzuri uh, kilimo wameweka pesa ya kutosha. I think ndio sasa nataka, na, nataka tu wananchi waende waende kazini wafanye kazi, na naona kama sectors uh, waziri amejaribu kuweka balance hasa upande wa taxation uh, nataka kusema kuwa kulingana na hii budget na the finance bill mambo ya taxation kama mambo ya kuongeza taxes vile ilikuwa hapo awali haikufanyika. Wakati huu wamesisitiza mambo ya usimamizi ya fedha na mambo ya usimamizi ya hizi tax, tax collection ambayo tukiweza ku, kuimarisha namna ya kuokota ushuru na tukiimarisha njia ambazo tunafata kwa kuhakikisha kama kwa mfano corruption, njia ya corruption inafungwa, pesa bado tunaweza kupata, ambayo itasaidia nchi. Nafikiri hapo naona waziri amejaribu. Baada ya waziri wa fedha John Mbadi kuwasilisha bajeti ya mwaka huu katika bunge la taifa, sasa ni wajibu wa wabunge kuanza kuichambua bajeti hiyo kabla ya kuwasilisha mswada wa kifedha kwa rais William Ruto kuweza kuutia sahihi. Nikiripotia West TV kutoka majengo ya bunge la taifa. Naitwa Leonard Wamalwa.